Mpendwa mtazamaji wetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, tumepewa zawadi ya Baba Mtakatifu mpya, Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne. Tungependa kujua kidogo juu ya maswali mengi yanayojitokeza juu ya uchaguzi wa Baba Mtakatifu hata yaliyojiri kidogo katika uchaguzi na yatakaojiri baadaye, e, labda misa ya kumsimika na kadhalika. Kwa hiyo tuguse kidogo mambo haya kwa sababu watu wamekuwa wakiuliza. Ni vizuri tukawa na ufahamu wa kiasi fulani wa mambo hayo. Kwanza tutambue kwamba kumekuwa na mababa watakatifu mia mbili sitini na sita hadi Francisco alikuwa ni wa mia mbili sitini na sita. Na baada ya kifo chake ukaanza mchakato wa uchaguzi wa Baba Mtakatifu mpya ambaye ni Leo wa kumi na nne ambaye anakuwa ni papa wa mia mbili na sitini na saba. Mara nyingi tumesikia neno conclave, conclave, conclave. Watu wanauliza conclave hicho ni kitu gani eh? Hapo mahali wanapofanyia eh, eh, huo mkutano wa uchaguzi, mbona conclave conclave, ni kitu gani? kwa ufupi, conclave ni mkusanyiko wa makadinari ambao wanamchagua papa. Neno lenyewe linatokana na neno la Kilatini, com na clavis. Com ni pamoja na halafu clavis ni funguo. Maanake, pamoja na funguo. Kwa nini? Ni kwa sababu wana wanapoingia ndani kwenye chumba chao cha mkutano, ilivyoanza kipindi kile, walifunga kwa, kwa, kwa funguo, ili wasisumbuliwe, iwe wanafanya mambo yao kwa usiri, bila kusumbuliwa na watu wanje, bila kuwa na mihemko au misukumo kwamba mumchague nani. Kwa hiyo ni conclave kweli, wanafunga wanakuwa kwenye chumba e, kama tunavyoingia kwenye studio tuna vyumba vyetu, basi tunafunga ili kusiwe na usumbufu. Kwa hiyo nia hasa ya kufunga chumba hicho, hiyo conclave au, e, ni kwa ajili ya hiyo utulivu, waweze kufanya hiyo kazi kwa utulivu. Kawaida hiyo conclave inafanyika baada ya mazishi ya Papa. Tumesikia kwamba alifariki kwa hiyo atakapozikwa na kumaliza shughuli za matanga, basi ndipo inafuata hiyo konklave huo mkutano. Na ikitokea kwamba kama ilivyofanyika kwa Benedikti wa kumi na sita kwamba akisha uh, jiuzuru na kuondoka katika makazi ya Baba Mtakatifu, basi ndio inavyo inaweza kufuata. Sasa hiyo inaitwa conclave, na kwa kawaida conclave eh, inakuwa ni ndani eh, ni kati ya hizo tangu siku kumi na tano hadi ishirini, hazidi siku ishirini, ndio wanaweza kukaa na kuweza kufanya uchaguzi wa Baba Mtakatifu. Na kipindi hiki ambacho Baba Mtakatifu hayupo inaitwa sede vacante. Maana yake kiti kiko wazi, kiti cha papa kiko wazi. Lakini hata katika jimbo kama askofu hayupo, aidha amefariki au amestaafu, inaitwa sede vakanti, maanake kiti cha baba mtakatifu au kiti cha askofu kiko wazi. Sasa wanaofanya uchaguzi huo ni akina nani? Ni makadinali, ndio wanaofanya uchaguzi huo papa mpya. Tunajiuliza hivi, kadinali sasa ni nani? E, kadinali ni nani? Makadinali ni makasisi tunasema wa ngazi ya juu, makleri wa ngazi ya juu ambao wanakuja baada ya baba mtakatifu, makleri katika huo uongozi, makleri wa ngazi ya juu, na makleri hawa wanateuliwa na baba mtakatifu mwenyewe. Kwa baba mtakatifu ndiye mwenye mamlaka na haki ya kumteua mtu kuwa kardinali, na hawa wanasaidia sasa katika kumshauri baba mtakatifu wakati akiwa hai. Lakini basi kazi yao inayoonekana kuwa maalum sana ni baada ya kifo cha baba mtakatifu au kujiuzuru kwa baba mtakatifu wanapokutana katika hiyo conclave kwa ajili ya kumchagua baba mtakatifu mpya. Kwa kawaida, mak makadinali wanavaa mavazi mekundu, tunaona wanavaa mavazi yale mekundu, kofia nyekundu e, kama ni kanzu yao ina utepe ule e, mwekundu e, kama ni zile mozeta zao wanazovaa nyekundu. Rangi nyekundu ina maana gani kwa hawa e, makadinali? Rangi nyekundu ina maanisha utayari wao, utayari wa kufa kwa ajili ya baba mtakatifu. Wako tayari kufa kwa ajili ya kumtetea baba mtakatifu ambaye anasimamia mafundisho haya ya kanisa. Wako tayari kufa kwa ajili ya imani. Kwa hiyo wanayo kazi nzito hiyo ya kufa kwa ajili ya imani. Sasa je, mtu yeyote anaweza kuwa kadinali? Je, wewe hapo unaweza kuwa kadinali au nani anaweza kuteuliwa kuwa kadinali? Kutokana na sheria ya kanisa, mwanamme yeyote ambaye hajaoa ana uwezo wa kuchaguliwa kuwa kardinali yoyote yule, lakini mamlaka hii ni ya Baba Mtakatifu mwenyewe. Sio kwamba labda sisi wengine tunaweza tukasema huyu awe kardinali, ni Baba Mtakatifu mwenyewe. Lakini kwa mapokeo basi, wanaoteuliwa kuwa makardinali ilivyozoeleka, ni makasisi wa ngazi ya juu, hasa maaskofu na maaskofu wakuu. Inatokea mara chache sana ukisikia kwamba padre amechaguliwa moja kwa moja kuwa kardinali, lakini kwa kawaida ni maaskofu na eh, na maaskofu wakuu. Ila eh, Baba Mtakatifu ana mamlaka na uwezo wa kumteua mtu mwingine yoyote kuwa kardinali, na hawa wakishachaguliwa sasa ndio wanapata hiyo sasa eh, sifa ya kumshauri Baba Mtakatifu pamoja na kuweza kuingia katika kumchagua baba mtakatifu. Na tunaweza kujiuliza, je, ni makardinali wangapi wanaingia kwenye hiyo conclave? Au makardinali wa aina gani wana uwezo wa kuingia kwenye conclave? Kutokana na sheria iliyopo, makardinali ambao wana uwezo wa kuingia kwenye conclave ni makardinali ambao wana umri chini ya miaka themanini kwa hiyo wale ambao wana miaka themanini na kuendelea, hawa tunasema eh, hawana hiyo haki ya kuingia kwenye conclave na kumchagua papa. Wanayo haki ya kumshauri baba mtakatifu, lakini hawana haki ya kum, eh, kufanya uchaguzi wa baba mtakatifu. Kwa hiyo anapofariki baba mtakatifu, wale makadali, makadali, wote wale ambao wana umri chini ya miaka themanini wanaitwa mara moja Vatikani kwa ajili ya kazi hiyo ya kumchagua baba mtakatifu. Hawa wengine sio lazima waende, au kama wataenda ni kwa ajili ya kuhudhuria mazishi, lakini sio katika kazi hiyo ya kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hawa ambao e, wana uwezo wa kumchagua baba mtakatifu wanaitwa wa makardinali wapiga kura, wapiga kura ambao wana hiyo chini ya miaka themanini. Sasa, nani anayesimamia mchakato huu mzima wa uchaguzi wa baba mtakatifu? Katika vipindi vyetu tuliongelea kuna mtu anaitwa kamelengo, kamelengo, chamberlain, kamelengo. Sasa kamelengo ni mkuu wa nyumba ile ya Vatikani kama mkuu wa makadinali kwa pale Vatikani. Baada ya kifo cha baba mtakatifu au kujiuzulu kwa baba mtakatifu, huyu ndiye mwenye mamlaka Eh, ya kuendesha mambo yote pale ndani. Kila kitu kinachofanyika pale kinakuwa chini ya mamlaka yake. Yeye atahusika katika kutangaza eh, kifo cha baba mtakatifu, atahusika katika kufunga makazi ya baba mtakatifu eh, ndiye atakayewaita makadinali wengine wote, ndiye atakayepangilia tunaanza hiyo konklave lini na mambo yote. Kwa hiyo yeye ndio anakuwa ni kama mkuu katika kipindi hicho. Kwa hiyo huyo kamelengo tumesikia ikitajatajwa kamelengo lakini, basi ni mkuu wa makadinali katika ule urika wa makadinali, yeye ndiye mkuu ambaye anasimamia haya yote katika ile conclave. Na swali linakuja ni nani sasa ana, anastahili kuchaguliwa kuwa baba mtakatifu? Nani anastahili? Tumeshaona makadinali mamlaka ya, ya baba mtakatifu chagua, lakini nani ana, uwezo wa kuchaguliwa kuwa baba mtakatifu, kutokana na sheria ya Kanisa. Tukiangalia hii sheria ya Kanisa mia tatu thelathini na mbili aya ya kwanza na kuendelea, wanataja pale nani ambaye ana, ana, ana, ana, ana, ana, anaweza kuchaguliwa kuwa baba mtakatifu. Kwanza ni mwanamme yeyote of course ambaye hajaoa, ambaye ana, ana, anaweza akachaguliwa kuwa baba mtakatifu na mamlaka hiyo ya uh, na cheo hicho atakipata baada ya e, kupata kuwekwa wakfu kama askofu, ndipo sasa anaweza kuwa baba mtakatifu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye tayari ni askofu atapokea madaraka hayo mara moja akisha kubali tu ule uteuzi, kwamba amechaguliwa amekuwa baba mtakatifu, basi akisha kubali kwamba je, unakubali huu uh, uteuzi uh, uh, wa uh, kuchaguliwa uh, uh, uh, uh, kuwa baba mtakatifu? Akisema ninakubali, hapo hapo ni baba mtakatifu. Ndio maana anapotoka basi, eh, unakuta eh, anatangazwa mara moja. Kwa hiyo ni nani? Ni mtu yoyote, mtu yoyote mwanamme anaweza kuwa baba mtakatifu, lakini basi kwa tamaduni tangu vianze huaga wanachagua kati ya makardinali wanachagua mmojawapo pale, wanamchagua ndio wanakuwa uh, baba mtakatifu. Lakini e, sheria iko wazi kwamba yoyote yule wanaweza wakangea pale, jamani, ebu labda kuna mtu ambaye ni maarufu sana huko, e, kuna pade fulani au askofu fulani, lakini sio kardinali, wakamchagua basi, ataitwa mara moja. Kama ni pade atapewa askofu, ana kupata e, Eh, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo ngazi au hiyo chocheo cha, eh, cha kuwa baba mtakatifu, lakini kama ni kardinali mwenzao mara moja pale pale anapata namna hiyo. Sasa je, ni mijadala ya conclave hii, mijadala ya conclave ni asiri kiasi gani? Eh, unakuta wanu, wanafunga milango. Huu usiri ni usiri kiasi gani? tunaambiwa kwamba au kutokana na vilivyo, kwamba inafanyikia katika kanisa la, la Sistina. Kuna kikanisa kidogo kinaitwa Kapela Sistina au Sistine Chapel. ee, ni kanisa kule, mimi nibahatika kuingia pale nilipokuwa mwanafunzi kule Roma. Ni kanisa kubwa tu vizuri, ambapo makardinali wote wanaweza kuingia, ambapo ndo e, uchaguzi hufanyika humo. Kwa hiyo kinafungwa kikanisa hiki na makazi yote, ule mlango kuu wa kuingia sehemu ambapo watapumzika makadinali kote kunafungwa. Wanaokuwa ndani ni makadinali na wahudumu tu. Sasa mahudumu huko ndani, kuna maaskari wanaoangalia usalama, kuna madaktari, kuna wanaohusika na mambo ya vyakula nini. Kwa hiyo wahudumu wa kawaida kama tunavyofahamu kwenye jambo lolote, lazima kuna wahudumu. Kwa hiyo hao ndio wanaokuwa ndani tu na wanahakikisha kwamba vidokezo vyote au vyombo vyote vya mawasiliano vinavyowasaidia hawa makadinali kuwasiliana na ulimwengu wa nje vinadhibitiwa, vinafungwa. Kwa hiyo hakuna mawasiliano yoyote na ulimwengu wa nje, hakuna cha kompyuta, hakuna cha simu au chochote ambacho, au email wala nini, kuwasiliana na ulimwengu wa nje. Wafanye kazi yao hii moja tu na Uh, mfano ile uh, nyumba ambayo wanakaa ma ma makadinari ambayo inaitwa Casa eh, Santa Marta, nyumba ya mtakatifu eh, Marta. Wageni hawaruhusiwi tena kuingia, ni maaskofu tu, ni hawa makadinari tu ndio wanakaa eh, na wakitoka hapo, kuna njia ya kuelekea hiyo Capella Sistina eh, na wanasindikizwa na maaskari hapo katikati, kusije kuwatokea lolote. Kwa hiyo eh, wana wanasindikizwa namna hiyo na uchaguzi unapofanyika asubuhi, ile mchana wataenda mchana kwenda kula, watasindikizwa baadaye, wanarudi eh, wanafanya na jioni wanarudi wote huko, ni katika kusindikizwa katika hiyo inaitwa Domus eh, mate sancte, nyumba ya m, ya mtakatifu Marta. Lakini kabla ya makardinali kuingia kwenye huo mkutano huo conclave, lazima wafanye viapo vya uaminifu wote wanafanya lakini sio makadinali tu, na wale wahudumu ambao wataingia mle ndani nao lazima wafanye viapo vy, vy, vy, vya uaminifu kwamba watatunza siri zote ambazo wataziona mle ndani, na kuahidi kwamba hawataleta hawata, hawata, hawata fujo aina yoyote. Na siri hizi sasa zinadumu kwa kiasi gani? Je, wakisha toka tu baada ya Baba Mtakatifu watatoka, wataanza kusema kulikuwa hili, kulikuwa hili, kulikuwa hili? Hapana, siri hizo zinadumu bila kikomo. Watakapotoka eh, hawatakueleza kwamba kule ndani sijui nini, sijui kuna ambaye alianguka sijui kuna kadhaa ziliharibika sijui na nini. Hapana, kiapo kinabaki pale pale, kinakuwa ni endelevu. Mwenye mamlaka ya kutoa ufafanuzi wowote ni Baba Mtakatifu ambaye atachaguliwa huyo ndio mwenye mamlaka, anaweza akasema akatoa komenti fulani au akatoa mwongozo fulani e, lakini mtu yeyote yule kardinali au mhudumu e, hana mamlaka e, ya kutoa hizo siri zilizofanyika huko ndani. Na sasa tunaweza tukajiuliza, je, huo mchakato sasa wa kupiga kura ukoje? Kule ndani kwa kawaida tunasema uchaguzi ule ni wa moja kwa moja, na atakayepata theluthi mbili anapita, anakuwa ameshachaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, theluthi mbili za wajumbe wote walioko mle ndani. Kwa hiyo tunaposema moja kwa moja, manake wanaandika majina eh? kwa kalamu yako, mepewa kalamu na karatasi, karatasi ya kupigia kura. Sidhani kwamba iko kama hii, lakini basi, huu ni mfano tu wa karatasi Utaandika jina unaloona kwamba anafaa kuwa Baba Mtakatifu, taandika jina la, jina lake pale e, e, labda Clement, e, Kardinali Clement Kihio. Halafu una, e, una, inakunjwa mara moja kutokana na maelekezo alafu inawekwa kati ya vidole viwili, anashika mwenyewe kardinali, anaenda mbele ya altare Alafu anatumbukiza kwenye chombo maalum. Kwa hiyo kila mmoja ataenda namna hiyo, mwenyewe akiwa ameshikilia kwa vidole viwili, amekunja mara moja, atatumbukiza. Na baadaye kuna hao wasimamizi watatu wa kuhesabu hizi kura, watataja zile kura kwa jina, kwa sauti, kwamba fulani, wakitaja fulani, kila kardinali atanoti kwamba okay, hiyo ya kwanza ya pili ya tatu mpaka kura zote. Endapo zile kura zitakuwa nyingi kuliko wajumbe waliopo, maana yake kura imeharibika. Kwa hiyo zitachukuliwa eh, zitachomwa na wataanza tena kupiga kura upya. Kwa hiyo lazima kura zile zitoke kwa kadiri ya wote waliopo. Eh, ndio utaratibu. Kwa hiyo ndio inakuwa ni moja kwa moja. Kwa hiyo wakishapiga mara ya kwanza, kama ha, mtu hajapatikana, hiyo uh, theluthi mbili haijapatikana, kura zile zina kusanywa zinawekwa, raundi ya kwanza, halafu baadaye inapigwa raundi ya pili, ile asubuhi, na kama hayajapatikana tena zinachanganywa zile kura zote na makaratasi yote yaliyobaki yaliyo kubaki pale yanakusanywa pamoja, yanachomwa yote na kwa sababu hajapatikana kuna ongezo wa kemikali ambayo inatoa moshi mweusi ikiashiria kwamba Baba Mtakatifu bado hajapatikana. Watakapokuja eh, ile awamu ya pili ya mchana, wanapiga tena kura mbili ya kwanza, utaratibu ni ule ule kama haijapatikana eh, wanapiga awamu ya pili na kama awamu zote hizo hawajapata theluthi mbili, zinachomwa tena kama tulivyoona. Kwa papa huyu leo walichoma asubuhi siku ya kwanza, wakachoma na tena na jioni. Maana yake siku ya kwanza hawakuweza kupata eh, kumpata eh, baba mtakatifu. Ikaja kesho yake asubuhi, wakapiga awamu ya kwanza, wakapiga awamu ya pili, hawakumpata baba mtakatifu, wakachoma tena, ukatoka moshi mweusi. Wakaenda tena mchana awamu ya pili wakapiga awamu ya kwanza. Sasa sijui kwamba walipata katika awamu ya kwanza, lakini kwa vyovyote haikuwa awamu ya kwanza, kwa sababu sheria inasema baada ya kupatikana kwa Baba Mtakatifu atangazwe ndani ya saa moja. Kwa hiyo kwa vyote ilikuwa ni awamu ya pili, ndipo walipompata huyu Baba Mtakatifu, walipochanganya zile kura za, za kwanza na za pili, ndio zikachomwa kwa pamoja na kuweka ile kemikali inayotoa moshi mweupe. Tukumbuke kwamba wanaopiga uh, kura ni makardinali wote. Endapo kuna kardinali labda amepata dharura, labda ni mgonjwa, naye vilevile ana haki ya kupiga kura kule kwenye nyumba ya Casa Santa Marta. Atapata matibabu kule kule na atapekelekewa sanduku yenye kufuli, atatumbukiza kura yake, na itasindikizwa kupelekwa hiyo Kapela Sistina, itafunguliwa na kuingizwa kwenye hesabu zile E, za, e, za, za, za, za, za, za, kwamba amepiga kura. Kwa hiyo ni namna hiyo sasa. e, hiyo tumes, tumesikia fumata bianca fumata nera e, moshi mweupe moshi mweusi, ni jinsi gani baba mtakatifu sasa anavyotangazwa. e, watu ambao wanasubiri huko nje wanapataje kwamba sasa mambo yanaendaje, wanajumuiaji waje kitu kinaendelea huko ndani kwa hiyo lugha inayotumika kwanza ni ya moshi. Kama ukitoka moshi mweusi, maana yake, jamani, huku tunaendelea kupiga kura, lakini bado baba mtakatifu hajapatikana. Ndio lugha ya kuwaambia watu huko nje. Kwa hiyo watasema, jamani tumetoka moshi mweusi eh, hali eh, liona kwenye vyombo vya habari wanasema hali bado ni tete, baba mtakatifu hajapatikana. Ndio lugha eh, wanaosema hivyo, ndio lugha yao ya kusema na Inapofikia sasa wameshampata baba mtakatifu, ndio watachoma sasa ule, ule moshi mweupe mwe e, makaratasi yale ya yatachanganywa na hiyo kemikali inayotoa moshi mweupe. Licha ya huo moshi mweupe, zitapigwa na kengele za kanisa kuu la Mtakatifu Petro, ikisheria kwamba ikasheria kwamba sasa baba mtakatifu amepatikana. E, ndo utasikia watu wanashangilia na kushangilia e, E, namna hiyo. Na baada ya hapo sasa, e, vikiendelea huko, baba mtakatifu wa uaga, wanaandaa mavazi, mavazi ya saizi tofauti ya muda. Kwa hiyo yule ambaye amechaguliwa ataulizwa, je, unakubali, unakubali uteuzi huu? Asema ninakubali. Je, unachagua jina gani? E, atajibu kwamba nahitaji jina fulani, kama huyu e, papa a, Robert Francis Prevost akasema anataka itwe Leo wa kumi na nne. Akishakubali hivyo, anachagua mavazi pale yanayo e, ambayo yanamfiti na akisha anii namna hiyo, basi akishamfiti basi ndio anaenda sasa kutangazwa rasmi ya, anaenda kutangazwa rasmi na kardinali mkuu, anasema anaitwa kardinal uh, bishop Kardinali mkuu ndo ndio mwenye dhamana ya kwenda kumtangaza sasa, kwa lugha ya Kilatini, anuncio vobis gaudium magnum habemus papam, kilatini eminentissimum ac reveren eh, kilatini ni kigumu eh, take two: anuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum dominum robertus sancte romane ecclesia cardinalem prevost qui sibi nomen imposuit leonis dicem eh, Leo wa kumi na nne kwatrojesimu ninawatangazia shangwe eh, ninawatangazia shangwe kuu, tunaye papa mwadhama sana na mhashamu sana Bwana Bwana Robert Kardinali wa kanisa takatifu la Roma Prevost ambaye amechukua jina la Leo wa kumi na nne. Na kisha papa mpya atajitokeza kwenye balkoni na kujionyesha kwa ulimwengu mzima na kutoa baraka yake ya kwanza. Kwa mtindo huo, tayari yeye ni papa kamili lakini kwa tamaduni kunakuwa na misa rasmi ya kumsimika, ambapo kunakuwa na viongozi mbalimbali mbali, wa uh, kutoka sehemu mbalimbali duniani wa kisiasa, wa kidini watakuja. Na kwa baba mtakatifu huyu Leo wa kumi na sita basi atasimikwa eh, dominika ya uh, inayofuata ya tarehe kumi na nane. Tumwombee baba wetu mtakatifu huyu leo wa kumi na sita aweze kuchukua, aweze kuchukua m, madaraka hayo makuu ya kuliongoza kanisa na ulimwengu. Tunamshukuru Mungu kwamba kanisa, utaratibu wake unaenda vizuri, hakuna fujo, hakuna kupigana, mambo yanaenda tu vizuri na mambo yanaenda. Mungu awazidi kuwa bariki na niwapongeze kwa kufahamu utaratibu huu na tuendelee kufuatilia vipindi vyetu vya Ijue Liturujia ya Kanisa Takatifu Katoliki. Tumalize kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba, katika shida zetu utuopoe siku zote, kila tuingiapo hatarini, ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.